Hii hapa ni full pitch na hapa leo tuko na mdau wa soka kutoka kwenye mabanda ya video ambayo watu wanaangalia mpira huku au siyo? Maisha kama hivyo yanaendelea, eh bwana. Ndugu yangu katika ya hizi arobaini na tano za kwanza jinsi — yes, yes — ulivyoangalia mechi ya Simba na Stellenbosch, yes, so wewe umegundua nini kwa upande wa Simba na umegundua nini kwa upande wa Stellenbosch? Yeah, kama Stellenbosch, okay, alivyocheza games nyingine jamaa wako vizuri sana kwenye game game yake, anayoitaka ni kuuliza maswali kwa Stellenbosch apate ushindi na maana, jinsi unavyoona Stellenbosch kama anajilinda sana tofauti na Simba Simba maisha Simba yao baada ya game hii ni kupata ushindi wote, uwe moja uwe mbili, wote wanahitaji ushindi. Lakini why ta, leo mwalimu ameamua kuanza na, na, na, na, na, na Mutare akamwacha nini? Kwa sababu Mutare ipo kwenye fomu sasa hivi, so mwalimu anahitaji magoli ndio maana ameamua amea, amea kumwacha teba nje, ameanza na Mutare Mutare. Na yes. Kingine ambacho pingine pengine tunaweza ukatu ukatu uchambulia kwa ufupi kama mdau wa yes. soka yes. Simba kipindi cha kwanza wanaonekana wameshambulia sana, lakini pia wamepoteza nafasi nyingi sana kwa, kwenye, kwenye lango la Stellenbosch labda yes. so, pengine kitu gani Simba waongeze ili waweze ushindi mkubwa wakiwa nyumbani e, tofauti na game za makundi game za mtoano, mara nyingi ni games mbili na game ya pili itadepend di, ita na jinsi gani ulivyocheza game ya kwanza. So Simba lazima ulize maswali apate matokeo mechi hii na ni game yake ya nyumbani, lakini vilevile ground like, like kwa sababu hawakuwahi kucheza mechi yoyote kwenye mashindano yao Zanzibar, so Simba lazima atumie nafasi nyingi kuuliza maswali kwa Stellenbosch kuliko kujizuia. Manake game ikiwa bila bila kwake hii bado likuponi hatari akiwa anaenda South Africa. Oh, so. Yes. Ah uh, kitu gani kingine ambacho umekiona kwa Stellenbosch kwa takriban dakika 45 za mwanzo mm, na kwenda kuhusu goli. Wao kitu kikubwa ambacho wameplan katika hii game ya, eh, ni nini? Ya ni plan ya Stellenbosch ni kwa kujizuia zaidi. Ukiangalia okay, game zote za Stellenbosch amefungwa goli, amefungwa kumi tangia mashindano haya ya shirikisho yeah, ameanza na magoli manane yote amefungwa, na amefungwa na Berkane. So, yeah. Simba so far ni game nzuri kipindi cha kwanza, kwa sababu Stellenbosch haonekane kutengeneza nafasi nyingi mbele yeah, Simba bado anauliza maswali eh, na strength yake Simba ni apate goli jengine zaidi maji akienda kule Uh, azidi kumpa wakati mgumu Stellenbosch. Sawa -sa sawa. -sa yeah. Kitu gani kifanyike kwa Mwalimu Davis kwa afya pili na uh, inatoka kuja ili mm. E, tuone kitu gani Simba ambacho wanaweza kwa tayari wanajicomment katika hii mechi ya kwanza yani kwamba wanaweza wakaimaliza nyumbani. Labda pengine Mwalimu Davis katika tactics yake anatakiwa mm. afanye nini e, aweze to balance Simba isiweze kuruhusu hata goli. Nadhani anahitaji anahitaji creativity ya zaidi hapa hicho kifanya. Ya yeah. Mkimbio ya akibu inahitajika zaidi. Mutare positioning bado inahitajika zaidi. Nadhani kama akienda sofa, anaweza aka, aka, aka risk zaidi, asimamishe, asimamishe two strikers yani Mtare na Ateba Imadi, atengeneze nafasi nzuri zaidi. Anaweza watu wawili wa nyuma, Ahua na Mpanzu, zikatokea rebounds, wakapiga. Hiyo ndio itakuwa safe kwao zaidi kwa South Africa chochote kinatokea. Sawa sawa. Kwa takwimu mwanzo wa kupata Simba fanyagi vizuri sana South Africa, lakini akipata goli mbili home, hmm, itakuwa safe sana kwa zaidi ya kupata goli moja bila hapa hapa Zanzibar. Sawa sawa. Kitu kingine, labda pengine, tulidara vuo au tulichanganue vizuri yule goli ambao lilifungwa na Simba mnamo dakika 40 na ngapi, sio za nyongeza zi? Ah, yale goli yusu, lilipigwa ule mpira ulipigwa na wakahusika kama wachezaji wawili wa Simba bwana Mkwala pamoja na na Kibu Dennis. Je, mm, kwenye kuangalia hiyo VAR hapa inaonekana kama Kibu aliyoingilia ile mchezo. Yeah. Lakini muamuzi mwisho wa picha alisema ali nini ni goli halali. Kwa upande wako wewe katika jinsi ulipoangalia, unaona ni kuna uhalali wote ile goli. Ah, bado ni wiki mbaya kwa VAR. Last uh, siku mbili leo oh, pita tumeona Mayele amefunga goli nzuri. VAR bado ikafanya matokeo yao takiwa. So kiwalimu zaidi au tactics zaidi bado sio goli. Yeah, Simba la Simba ni goli bado tulitokea, lakini Simba wanahitaji zaidi goli la kutengeneza tactic. Bado mwalimu kama atakuwa na kimuuliza mdau, kama ulivyosikia kutoka kwa wadau hapa, tunapoangalia football leo uh, wanazungumzia ishu ya Simba jinsi wanavyocheza, mwenendo mzima wa mechi jinsi ulivyokuwa. Yes. Uh, tuko half time tunarudi sana kipindi cha pili kwenda kuangalia dakika arobaini na tano ambazo zitaamua zita, mechi, nani ataibuka na ushindi wa siku ya leo Simba na Stellenbosch?